Mbunge wa Ndia George Kariuki amemkashifu aliyekuwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua akisema hawawezi kutoka kwa serikali na ambayo walitafuta. Pia amewataka Wakenya kukumbatia mpango wa rais wa safari ya Singapore akisema ni safari itakayosaidia Wakenya kupata kazi na kuboresha hali ya uchumi humu nchini. Ndani wetu wakituambia ati sasa tutoke kwa serikali twende mahali wako pale chini ya muti sisi hatuwezi kutoka kwa ile serikali tulitafuta, ile serikali tuli ile serikali tulifutia bidii. Hatuwezi toka kwa hiyo serikali, kwa sababu hapa ndipo watu wetu wanasaidika. Tukitembea pande hiyo ingine, tutaingia kwa giza, tutaingia kwa musitu na tutakuwa na shida hapa kwetu Kirinyaga. Ningetaka, ningetaka pia kusema wale watu wakisikia, unajua, wakisikia rais ako na maono kubwa, akisema tunaenda Singapore, kuna watu wengine kwa sababu wanataka tuwe na maono kidogo kidogo, ndio tuwe tuwe popular, ndio tuwe watu wana, wanafurahia wanataka tuangalie mambo kidogo kidogo yenye watu watasikia. Lakini kama rais akiwa kiongozi wa taifa ako na maono kubwa lazima tufungue macho yetu, lazima tufungue roho zetu, na lazima tufungue akili zetu tu embrace hiyo mafikira kubwa ya rais, ndio tuweze kutransform hii nchi yetu. Nilisikia mwingine juzi ya kijaribu eh, kwa hiyo mpango ya rais ya kuinua hii nchi ya socio economic transformation akijaribu kusema oh, u tunge, hatungesema hii nchi tungesema ile ingine. Rais hakusema ati tukienda Singapore tunaenda Singapore. Basically, rais alikuwa anaongea mambo ya kuinua watu wetu kutoka kwa ile kwa ile tunaita subsistence survival, ama hiyo subsistence twende kwa rapid economic growth. Hatutaki ile tunaita incremental growth, tunataka socio economic transformation, ndio watu wetu wapate kazi na tuweze kuinua jamii zetu.